Serikali kupitia shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA imeendelea kuimarisha miundombinu ya uhifadhi na utalii kwa kufanya matengenezo ya barabara zenye urefu wa kilomita 2434 kwenye hifadhi mbalimbali na kukamilisha ukarabati wa viwanja vitatu vya ndege, lobo kusini, seronera katika hifadhi ya taifa Serengeti. Pia shirika limeendelea kukarabati viwanja sita vya ndege katika hifadhi tofauti na ujenzi wa daraja la Matete Tarangire ambao umefikia asilimia 68. Shirika linaendelea na ujenzi wa hoteli ya nyota tatu ya Rubambagwe ambao utekelezaji wake umefikia asilimia sabini na limekamilisha mabanda matatu Horombo Hut vitanda 90, vyoo Kilimanjaro, banda moja Serengeti, vibanda vitano Mto Ugara na samani za hosteli Sadani. Pia limejenga milango saba ya kuingilia wageni katika hifadhi mbalimbali. Miundombinu hii inalenga kuboresha huduma na kuongeza mapato ya utalii, haya yote ikiwa ni mafanikio ya utekelezaji wa bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2024/2025 Tano kwa Wizara ya Mali Asili na Utalii.